Karibuni sana katika chaneli yangu, msisahau ku like, comment na kusubscribe, ili msipitwe una na video zinazofuatia. Pia unaweza kashare ili na wengine wajifunze. Kama una maoni na ushauri, weka kwenye comment, tutapitia, nitajibu. Tunapamba keki ya rangi ya pinki, tutafanya na dripping za rangi nyeusi. Bata cream yangu ni hiyo, nimeshaandaa tayari. Nimechota kiasi nikaanza kuweka rangi, siko na rangi ya pinki, kwao niliweka rangi nyekundu kidogo, nikapata pinki kama hiyo tunavyoiona hapo nishaunganisha keki zangu mbili, nchi sita sita. Nimeunga tatu, sio mbili, tatu, na nishapaka koti ya kwanza. Baada ya hapo, naanza kupaka buttercream kwenye keki yangu kama tunavyoona kwenye video yetu. Kama unaangaika sana kuandaa buttercream, pitia, kuna video nimeshaweka ya kuandaa buttercream. Kwa wale ambao mnashindwa kupata buttercream nyeupe, pia kuna video nimeweka jinsi ya kupata buttercream nyeupe, kupika keki mbalimbali, kuandaa fondant na pia kupamba keki kwa fondant na pia kuna mapishi mbalimbali mbali nimeweka, unaweza ukaangalia ukaona. Kama hivyo keki yetu, nilianza kupaka hiyo bata kinya rangi ya pinki pinki ambali ambayo haijakolea kama tunavyoona kwenye video yetu. Baada ya kupaka, nikasawazisha. Hapa nilikuwa nimeplani kuweka kitana fulani, lakini nilivyoona kijapendeza sana, nilikuja nikabadilisha na kuweka kitana kingine. Kama una swali lolote, unaweza kuuliza. Kama una maoni pia, unaweza kuweka. Nianza kwa kuweka kitana hicho, lakini baadaye niliona kama vile akijapendeza, nikaja nikabadilisha, nikaweka kitana kingine. Kuna siku inatokeaga kama hivyo. Sasa sijui kwa wana wengine ni hivyo, lakini ndio hivyo, unaweza kwa plani kuweka kitana fulani, lakini ukaona akijakaa vizuri kama ulivyokuwa unatarajia, unabadilisha na unaweka kizuri. Yaani kikubwa hapa ni kuhakikisha unafanya kazi nzuri, unatengeneza keki yenye kuvutia, yenye muonekano mzuri. Hapo nikaendelea kuongeza buttercream na kuendelea kuangalia kama keki yangu ilipendeza na kuvutia. Baada ya kuona haijakaa vile nilivyokuwa nataka, nilikuja nikabadilisha kitana na kuweka kitana kingine na kuendelea na hatua nyingine. Ukiwa unaweka nani dripping kwenye keki yako, chocolate yako, kama umeisha chocolate, jitahidi uweke ikiwa bado ya moto, kwa sababu ikipoa inakauka. Kwa hiyo ukiweka ya moto inakuja kukaukia kwenye keki. Na wengine wanasema kama nikiweka ya moto, je, haiwezi kukauka? haiwezi kuyeyuka buttercream? Hapana, haiwezi kuyeyuka, iko sawa sawa na itakaa vizuri. Jitahidi kufuata vipimo na buttercream yako kwa usahihi. Kama hivyo nilisawazisha keki yangu, lakini sikulizika na hicho kitana, nilikuja nikabadilisha kitana kingine, ndio nikatumia kama hivyo tunavyokiona kwenye video yetu kama hivyo. Baada ya hapo, nakuwa nimeshaandaa chokoleti yangu. Chokoleti ilikuwa nyeupe, niliyeusha kisha nikaweka rangi nyeusi. Uzuri wa chokoleti nyeupe, unaweza kuweka rangi yoyote ambayo wewe unapenda au umeplani kuweka kwenye keki yako. Unaweza kuweka nyekundu, unaweza kuweka dripping ya kijani, ya blue. Lakini ukinua chokoleti nyeusi, inakuwa ni nyeusi tu, huwezi kuweka rangi yoyote. Au kama utaweza, unaweza ukanua nyeupe na nyeusi au ukanua nyeupe imekaa vile ambavyo nilikuwa natamani iwe. Hapo nikaja kusawazisha kwa juu na kuendelea na hatua nyingine. Kama una swali, weka kwenye comment. Pia jitahidi kufanya mazoezi kwa wale wanaoanza, ili kubalance mkono wako kwenye kupamba keki, kwa sababu ukiwa unaanza sana sana sana mkono unakuwa unateleza unakuwa muoga. Jitahidi sana kufanya mazoezi. Baada ya kusawazisha keki yangu kwa juu, nikaja kuweka dripping za chocolate hii. Ukiwa nyepesi sana haipendezi, ikiwa nzito sana pia haipendezi. Jitahidi sana uweke kidogo kidogo, sababu ukiweka mengi yanaendelea kuchuruzika muda unavyozidi kwenda. Kwa hiyo najitahidi ubalance, ili itoke tu vizuri, iwe na muonekano mzuri. Unaweza ukamwaga nyingi kwa juu ukaanza kusawazisha au ukafanya kama hivyo au unaweza kutumia piping bag kwenye kuweka kwenye keki yako. Baada ya hapo, nilikuja nikanyunyizia kwa juu ili kuona kumalizia choketi iliyobaki na kusawazisha kwa juu. Pia nilikuwa nimeshaandaa ndaa nazo yangu kwa ajili ya kuweka maua kwa juu kwenye keki yangu. Baada ya hapo, keki yetu unaiona dripping zake zimekaa vizuri baada ya kuweka dripping hizo, unaona zinaendelea kushuka. Nikaja nikaweka maua ya nozo kama hiyo tunavyoona hiyo, unaweza kuweka rangi unayopenda. Hii ni nyeupe kidogo ambayo imechangana na pinki iko kwa mbali. Kama hivyo. Baada ya hapo, nikuja nikaweka topa, unaangalia sehemu gani ambayo inafaa kukaa mbele, unaweka topa yako, unaweza ukaweka na vipipi vidogo vidogo kama hivyo tunavyoona keki yetu hivyo inapendeza. Baada ya hapo, nikaweka na vipipipipi, bila kusahau silver dust ya kuspray kwenye keki. Na baada ya kumaliza kuweka keki yetu ikawa tayari, unaweza ukaongeza na urembo ambao unapenda ambao unataka uonekane kwenye keki. Baada ya hapo, keki yetu iko tayari. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na karibuni sana sana sana.